tumepata taufiki hii kufanya ziara na kuweza kuizuru markazi hii, markaz ambayo inajulikana kwa jina la, la Arsh al Azim. Ni markaz ambayo ina juhudi kubwa inafanya kwa wanafunzi, na imekusanya wanafunzi aina mbili: wale wa kimji hapa ambao ni wa maeneo hili, na pia vilevile vile kuna kismu adakhili. Hawa wanafunzi tuliwaona kwa siku ya leo ni kismu adakhili, ni wanafunzi wa boarding, ambao wanakaa boarding hapa wanafunzi hao wanahitaji mahitaji mengi ya chakula, ya malazi na mengineo ambao yanahitajika. Sheikh Muhammad, eh, ndugu yangu huyu anajitahidi sana katika kusimamia markazi kama hii. Kwa yule ambaye ataona ashikane na yeye katika kumuunga katika juhudi kama hii, markazi hii ko hapa maeneo ya Kinondo, barabara ya kuelekea Msambweni, kilomita chache sana kufika Msambweni na kilomita chache pia kutoka Ukunda kufika markaz kama hiyo. E, ni furaha yangu zaidi kuwa nimefuatana na ndugu yangu rafiki yangu eh, Ahmed Jailani, tumekuja pamoja na kile Mwenyezi Mungu alitubarikia katika ku, kuweza ku, ku, kushirikiana katika da'wa na katika khairi, tumeweza kuweza eh, kufikisha katika markaz kama hii. Mwenyezi Mungu atatulia taufik na atatubariki sote na ampe afya Sheikh Muhammad na marafiki zake na washirika wake katika maeneo kama haya, basi hatuna la ziada isipokuwa e, tunasema